Watumiaji wa mitandao ya kijamii wamevumbua picha na video zinazomuonesha msanii Asake ama Ashake akiwa na binti yake anadaiwa kuwa na umri wa miaka kumi na moja aitwaye Zinat, jambo ambalo limeweza kuzua mijadala mikubwa mitandaoni. Kumbuka kuwa katika chapisho la mwanzo mbao liliachiwa na Inter Region, chanzo cha habari cha nchini Nigeria, kilionesha namna ambavyo baba wa Ashake aitwaye Fatai Oduns Malo alivyoshangaza wengi kwa kusambaa kwa video inayomuonesha akiwa yeye na mama wa mtoto wa Asake pamoja na familia ni watu wengine. Katika video hiyo, wana familia walimsihi Asake kutoa msaada wa kifedha kwa baba yake ambaye kwa sasa anapambana na ugonjwa wa kiharusi na pia amekusha kupata stroke kwenye maungio ya wa mwili wake. Katika kipande kingine cha video, mwanamke mmoja alionekana akimwelekezea mama wa mtoto wa Asake akidai kuwa wana mtoto wa miaka 11 pamoja Mwanamke huyo, katika video iliyoenea kwenye mitandao kijami ya kijamii, alidai ya kuwa baba yake ashakia ya masak ndiye anamlea ni mtoto wa msanii huyo, kwa sababu msanii huyo amekataa kuchukua jukumu kamili la kumlea mtoto huyo, akidai kwamba hana uhakika kama kweli ni wa kwake na kuwa anahitaji wapate vipimo vya DNA kama uthibitisho. Sio hivyo tu, watumiaji wa mitandao ya kijamii wameweza kufichua picha na video za msichana huyo wa miaka 11 anayedaiwa kuwa mtoto wa Asake, na kipande kimoja cha video kikiwaonyesha ni Asake pamoja na wa mtoto wakiwa pamoja, wakionekana kuwa na uhusiano wa karibu ndani ya chumba. Katika video inaonyesha, una familia moja ya wasemaji amemwomba Asake amsaidie baba yake, hata kumjengea nyumba huko Lagos, itakao mwingizia kipato cha fedha kwa kuweka wapangaji. Ukumbuke hili limeweza kufuatia ikiwa tunie baada ya video kusambaa mitandaoni zikimuonesha babu Asake akiomba msaada, huku akidai kwamba msanii huyo ama mtoto wake huyo amemtelekeza na kuwa yeye ndiye alihusika kwenye malezi yake na umri wa miaka mitatu mara baada ya mama yake kumkimbia. Lakini kwa sasa amemtafuta mama yake na anamneemesha kutokana na ukubwa tajiri ama fedha alizonazo, huku yeye akiwa amemtupa na hata akijaribu kumpigia simu apokee. Na mara ya mwisho kuzungumza naye ama kwa nana ilikuwa ni mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, licha kuwa msanii Asake kupitia kwenye moja video aliweza kuelezea upande wake akidai kuwa amekuwa akimtumia pesa, lakini kama haridhiki na hiki ambacho amekuwa akimfanyia kwenye maisha binafsi ya msanii huyu, hakuwahi kuweka wazi masuala ya uzazi na familia yake kiujumla, ila haya ambayo anachukua nafasi kwa sasa, ameweza kuleta sura mpya. Alianza baba na sasa pia ni mtoto. Hiyo hapa ni SNS millennial gentleman.